uliopangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Machi 8 kuanzia saa 1 na dakika 15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi na kueleza kuhusu tukio la wao kuzuiliwa kuingia uwanjani, huku pia ikieleza nia ya yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu ya kuzuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17:45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kamati ilibaini pia kwamba walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kamati ilibaini kuwa walinzi walioshiriki kulizuia basi la Simba baadhi yao wamefahamika kwa sura kuwa ni walinzi wa klabu ya wa Yanga walioshiriki tukio la kulizuia basi hilo kuingia uwanjani, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo huu namba 184, mchezo kati ya Young African Sports Club dhidi ya Simba kwa mujibu wa kanuni ya 34 moja tatu ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo huo, ili kutoa nafasi na kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na, na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Kabla ya kutoka kwa taarifa hiyo, awali alinukuliwa Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu ya Tanzania, akiwatoa hofu mashabiki wa vilabu vyote viwili kwamba kwanza ni watoe wasiwasi mashabiki wa soka na wadau kwa ujumla mchezo wa Simba na Yanga upo pale pale kama ambavyo kalenda yetu ya soka inasema. Hakuna mabadiliko yoyote, mashabiki wajipange kuja kutazama mchezo. Ilikuwa ni taarifa yake ya awali alipozungumza na vyombo vya habari kabla ya kuachiliwa kwa, kwa taarifa rasmi ya kuahirishwa kwa gemu hii ya Kariakoo dabi. Haya anajiri baada ya klabu ya Simba kuachilia taarifa rasmi kupitia ukurasa wake wa Instagram ikiandika kwamba Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa Ligi Kuu NBC dhidi ya Yanga. Simba ikiwa timu mgeni, kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu 45 ya kanuni ya Ligi Kuu Bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi, katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kwamba hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika mabausa wa klabu ya wa Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huu wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba imehimiza kuchukuliwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hilo. Wakati klabu ya Simba ikiachilia taarifa yake ya kutoshiriki mchezo huu wa dabi, uongozi wa Yanga nao ukaachilia taarifa yao rasmi kwamba uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa tatu mwaka 2025 dhidi ya Simba Sports Club saa 1 na dakika 15 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young African Sports Club kama wenyeji wa mchezo, tunaamini taratibu zote za mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young Africans utapeleka timu uwanja wa Benjamin Mkapa kama inavyoelekezwa kwenye kanuni na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Wakati hayo yakiendelea, mashabiki na wapenzi wa vilabu vyote hivi viwili waliokuwa na shauku kubwa ya kushuhudia mchezo huu walikuwa wakiendelea na zoezi la kukata tiketi kwa ajili ya kushuhudia mchezo huu kwa ajili ya kuishuhudia dabi maarufu zaidi Afrika.